Muda mzuri wa kuposti tangazo lako ili watu wengi waione uh, inategemeana na aina ya biashara ambao unaifanya, lakini pia inategemeana na wewe, tageti yako ni watu gani? Uh, mara nyingi uh, eh, kwa mfano mdogo tu, mara nyingi kama unafanya biashara ambayo okay, ina wahitaji watu waipitie wakiwa wametulia, unaweza ukatengeneza matangazo ambayo yakaanzia ku run night, na bahati nzuri Instagram na Facebook wana option ya kuamua muda gani tangazo lako lionekane sana na muda gani tangazo lako lisionekane sana. Yani una balance ile budget, kwamba ikifika muda fulani, basi budget iongezeke zaidi, ili nifikie watu wengi zaidi. Kwa hiyo kama umejua kwamba wateja wangu nawapata wakiwa wamelax, labda wamelala muda wa usiku, kwanzia jioni, unaweza kaamua ukaplani pia kwamba kwanzia saa ngapi mpaka saa ngapi, basi bajeti yangu iongezeke kwa ajili ya kuwafikia watu wengi zaidi wapo kazini, lakini muhimu tuzingatie kwamba biashara yako inataka muda m, m, watu wa muda gani? Biashara yako inaweza ikafanya vizuri kwa muda gani? ni weekend? ni vitu gani unaweza ukafanya matangazo? Na bahati nzuri, kama nilivyosema, hauhitaji sijui ni kae sahivi ndarusha tangazo baadaye ndio lianze kuenda active. Usinifanyaji, hapana, unaweza kutengeneza tangazo kali tengenezea ratiba kwamba litaanza jioni, and then hiyo hiyo jioni ukawa plani pia kwamba kuanzia saa sita mpaka saa saba bajeti yake iongezeke ili nifikie watu wengi zaidi, lakini mida ya kawaida tangazo liwe linaenda nomo. Kwa hiyo ni wewe tu naamua una plani vipi muda wa kuweza kulifanya tangazo lako likafanya kazi vizuri.